Jina lake limevuma katika siasa za Kenya kwa zaidi ya miongo minne. Kwa wengine alikuwa mpigania uhuru wa pili, kwa wengine mwana wa mageuzi, na kwa wengi alikuwa tu baba. I I like <laughs> like hii ndiyo safari ya Raila Amolo Odinga. Raila alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika Maseno, kaunti ya Kisumu. Akiwa mtoto wa kwanza wa Jaramogi Oginga Odinga, makamu wa kwanza wa rais wa Kenya, kutoka utotoni alilelewa katika mazingira ya siasa, haki na mapambano kwa usawa. Alisoma katika shule ya upili ya Maranda, kisha akasafiri kwenda Ujerumani Mashariki ambako alihitimu uhandisi wa mitambo katika chuo kikuu cha ufundi wa Magdeburg. Aliporejea Kenya miaka 1970, Raila alianza kufundisha katika chuo kikuu cha Nairobi, kisha akaingia katika biashara akianzisha kampuni ya East African Spectre Limited, inashughulika na mitungi ya gesi. Lakini mwito wa siasa uko mbali, na hapo ndipo safari yake ikaanza kubadilika. Mnamo mwaka 1982, jaribio la mapinduzi likitikisa taifa, Raila Odinga aliyotumiwa kuhusika na kafungwa kwa miaka sita bila mashtaka huo Ulikuwa mwanzo wa kipindi kirefu cha mateso, kizuzuini na uchungu, lakini moyo wake hakukata tamaa. Ndani ya gereza alisoma, alitafakari na kaota ndoto ya Kenya huru, Kenya ya demokrasia, ya vyama vingi na haki kwa wote. Mwaka wa 1990 Raila alijiunga na wenzake katika harakati za kurejesha siasa za vyama vingi kupitia Ford. Toroitich arap M manipulated the electoral commission to rig election in his favor in order to declare himself the president, we categorically reject the provisional results of the presidential elections. Baada ya migawanyiko akaanzisha National Development Party NDP ambayo baadaye iliungana na KANU, hatua iliyotikisa jukwaa la kisiasa la Kenya. Mnamo mwaka 2002 Raila aliweka historia aliposema maneno maarufu Kibaki Tosha. Tamko lilounganisha wapinzani wote na kukomesha utawala wa KANU uliodumu kwa miaka 40. Wakati huo jina lake liliandikwa kwenye vitabu vya historia. Baada ya uchaguzi wenye utata mwaka elfu mbili na saba, Kenya ilikumbwa na machafuko. Kupitia mkataba wa serikali ya muungano, Raila Odinga kawa waziri mkuu wa pili wa Kenya akiwa chini ya Rais Mwai Kibaki. Hii katika mageuzi ya miundombinu umoja wa kitaifa na maridhiano Raila aligombea urais mara kadhaa mwaka 1997, mwaka 2007, mwaka 2013, mwaka 2017 na mwaka 2022, akiendelea kuwa na sauti kuu ya mageuzi na utetezi wa haki za wananchi. Alikuwa miongoni mwa watu bunifu katika katiba ya mwaka 2010, na mwaka 2018 alifanya handshake na Rais Uhuru Kenyatta. Tukio lililotuliza siasa kuanzisha mpango wa Building Bridges Initiative yani BBI. Raila alimuoa Mama Ida Betty Odinga, mwalimu na mtetezi wa haki za wanawake. Walibarikiwa watoto wanne, akiwemo Rosemary, Winnie na marehemu Fidel Odinga. Familia yake imeendelea kushiriki katika shughuli za kijamii na uongozi. Mnamo Oktoba 15 mwaka 2025, taifa lilipokea taarifa ya mshtuko wa Raila Amolo Odinga alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Alipata shambulio la moyo wakati wa matembezi asubuhi nchini India ambako alikuwa akipokea matibabu ya kiafya. Akakimbizwa katika hospitali ya Devmatha Kerala, lakini madaktari walithibitisha kifo chake. Habari hizo zilitikisa Kenya na ulimwengu nzima, huku viongozi, wananchi na mataifa jirani wakitoa salamu za rambirambi kwa familia yake. Safari Ludinga ya Raila Odinga ni taswira ya historia ya Kenya, historia ya mapambano, matumaini na uthabiti. Ameacha urithi wa ujasiri, demokrasia wa mapambano kwa usawa. Kutoka gerezani hadi ikulu, kutoka Baba hadi Jakom, alipambana hadi mwisho, akibeba ndoto ya Kenya bora kwa vizazi